Ni Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ikiwasilisha makadirio ya matumizi yake wa 25, 25. Ya ya ya kwa mwaka wa fedha wa 2025 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba bunge lako liidhinishe bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 25 26 ya jumla ya shilingi trilioni mbili bilioni sitini na saba milioni mia moja sitini na moja laki saba na elfu kumi na saba. Mara tu baada ya waziri kuwasilisha hoja yake, wabunge wametoa hoja zao huku wakionesha kukerwa na vitendo vilivyoibuka hivi karibuni. Hatuwezi kuwa na majirani wa staili hii ambao mnaanza tu kumtukana rais wa watu bila sababu za msingi. Kawakosea nini mama yetu wa Kenya? Tunafanya nao biashara, tunafanya mambo mengi ya kiuchumi, marais yetu anaheshimiana. Waje Tanzania kuja kujifunza, waje Tanzania kuja kutalii, lakini niwaombe wasije kutujaribu. Ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao, Tanzania sio mahali salama kwao. Katika hotuba yake ya bajeti, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amewataka Watanzania kushirikiana na jeshi la polisi katika kulinda amani. Adui dhidi ya nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya ishirini na moja Sio mpaka akuzuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ukitaka kujua machungu ya amani ikipotea, angalia nchi zilizo kwenye machafuko ya kuvunjika kwa amani sehemu mbalimbali duniani, hata hapa kwenye bara letu la Afrika. Kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kupitia kwa mwenyekiti wake Vita Kawawa nayo na ikatoa ushauri wake: Serikali iendelee na mkakati wake wa kuboresha hali ya vifaa vya vitendea kazi kwa majeshi yaliyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kufanya hivyo kutaongeza ufanisi wa majeshi hayo katika utendaji kazi ikiwemo ukusanyaji wa maduhuri. Baadhi ya vipaumbele vitakavyotekelezwa katika mwaka huu wa fedha ni pamoja na kuendelea kudumisha usalama wa raia na mali zao Kuendelea na utekelezaji wa maelekezo ya rais kuhusu Tume ya Haki Jinai, kuboresha na kujenga miundombinu ya ofisi na makazi ya maafisa wakaguzi na askari, kuimarisha na kuboresha huduma za uhamiaji mtandao, pamoja na kuanza zoezi la usajili na utambuzi wa watu chini ya umri wa miaka kumi na nane. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma. <tune>